Naam, mtazamaji wa Trend TV, bila shaka utakuwa unafahamu kwamba huko mitandaoni bwana, moja kati ya habari ambazo zina trende ni hii issue ya huyu kijana ambaye anafahamika kwa jina la uh, issue ambayo story ambayo iko nyuma ya huyu dogo Pateni bwana, ni kwamba inasemekana kwamba alikuwa katika uh, katika alikuwa anashirikiana na huyu kijana mwenzie, umeona anaitwa Sergeant na kuna ngoma inaitwa Kisa Salio ilitoka. Sasa ile ngoma ilivotoboa ni kwamba huyu Sergeant alikuwa anapendelewa zaidi na management, huyu Pateni alikuwa anatengwa kiasi kwamba hata kutwala la mavazi kwa moja kumsupport pia kupitia hiyo ngoma ya Afande, challenges zikaanza kufanyika TikTok za kumwaga mpaka Zuchu naye pia akashiriki katika moja ya challenges ambazo zilikuwa zina happen, zina trend huko TikTok. At the end of the day, kijana akapata hiyo momentum, akapata umaarufu Zuchu akaamua kufanya naye remix na jana wameperform pamoja pale. Sasa basi ni kwamba wadau wengi sana wamekuwa wakimtukana yule dogo ambaye alisababisha wakagombana na huyu mwenzie e, yule dogo ambaye yeye ndo alitamba na ile ngoma ya salio e, Pateni alikuwa alikuwa anamlalamikia kwamba yeye alikuwa anajaliwa huku Pateni anatengwa na management na vitu vingine kama hivyo. So yule sajenti sasa sasa hivi anapitia anapitia jehanamu. Kusema ukweli, ni kwamba kila sehemu ambayo anaonekana katika mitandao ya kijamii anaandamwa na komenti za matusi, watu wanamsema vibaya na vitu vingine kama hivyo. Kwao kuna baadhi ya watu wameanza kumuonea huruma huyu kijana Sajenti. Baada ya Pateni kupata umaarufu, Sajenti watu wameanza kumchukia, maana wabongo wengi sana sasa hivi wamekuwa akimsema vibaya e, na matusi amekuwa akiaoga kweli kweli. Sasa hapa kuna bidada amekuja kumtetea Sajenti kwamba sio jambo la heri, inabidi tu tuwasapoti wote kwa sababu wote ni vijana, na yule kijana mwingine kule akiona mafanikio ya mwenzia alafu yeye anatukanwa, anachukiwa, inaweza ikamsababishia na na matatizo ya kisaikolojia. So hebu msikilize huyu binti alichokizungumza kuhusiana na hiyo situation ya Pateni na Sergeant. Acheni kumlaani huyu mdogo Sergeant ambaye ame mi, kuwa amekorosana na, rafiki yake ambaye ni Pateni. Acheni kumlaani. Yes, watu wanafanya makosa, people do mistake, lakini haimaanishi nyinyi kila video unachofanya yule mtoto ndio mwende kumcomment vibaya. Watu mnatukana, watu mnamwambia maneno vibaya vibaya. Jamani, Atoto kimaskini anategemea patsku hizi ili wajiendeleze kimaisha. Sasa nyie mkiendelea kuendelea kumtukana na kusema kwamba anaimba kutukana na kusema kwamba anaimba ushe, I don't think kama nafanya kitu sahihi, na mtoto pia kili ni mdogo sana. What if, watu waliomzunguka ndo waliofanya agombane na huyo mwenzie huyo Pateni, eh Kumuinua Dogo Sajenti. Kwa watu tunategemeana, watu wanafanya makosa, lakini you guys think out of the box. Sasa nasema kwa mtoto afanye jana, mimi nadhani mtoto mdogo sana. Watu labda wengine walio mzunguka ndio walio pandikiza chuki, baba wafanya wagombane wa siasa sawa, lakini hiyo haimaanishi sisi tuachie kumsupport yeye au kuona labda yeye ni mbaya wa dunia ni mbaya wa hiyo. Singeni hapana jamani, tumpumzisheni. Na sisi bora tuna makosa yetu tumeyafanya watu wa wayajua. Pateni tayari yameshakuwa nini hapo na yameshapanda kivyake Huyu mwachini afanye mziki wake, na pengine sasa ndio muda huu wa kusema labda wasameane. Hakuna mtu aliyefanikiwa akiwa na chuki, hakuna mtu ambaye anafanya vizuri kama atakuwa ni mtu wa kinyongo, una grudge, yani unakuwa na moyo ambao hauachi, yani moyo wako wewe ni wa kukunja tu. Hakuna mtu aliyefanikiwa mwenye roho hiyo, so ni jukumu letu sisi wa Tanzania kusema, sio kwamba kwamba ada ajajifunza mpaka sasa, yule mtoto ameshajifunza, yeye na kundi lake wameshajifunza, na Pateni naye amejifunza. So kuni wakati wa kusema labda tuwaache sasa, wafanye mziki wao, afanye mambo yao, na sio kuongea maneno mabaya. I don't think that is right. Tuacheni afanye mambo yake, tuacheni afanye mziki wake ambaye anauamini yeye hold kukuza kipaji chake. Huyu mdogo sajenti pamoja na kufurahia pateni na, yani tuache ufanye mambo yako ya yeah, so binti ametoa maoni hayo. Ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuweke maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma reply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.